Na mtazamaji, tuangazie masuala ya spoti ambapo makala ya thelathini na mbili ya mashindano ya kimataifa ya ngamia yamezinduliwa leo rasmi kwenye kaunti ya Samburu na waziri wa utalii nchini Rebecca Miano na kuwavutia washirika wa, wa kimataifa pamoja na wenyeji. Mwanahabari wetu Bonface Barasa anaarifu zaidi kutoka Samburu. Ni hafla iliyosheheni mbwembwe za aina yake ikitoa nafasi kwa washirika wa humu nchini kutoana kijasho na washirika wa kigeni kwenye mashindano ya kimataifa ya ngamia. Na kipenga kilipopulizwa ikawa hali ya mwenye nguvu mpishe. Nina, niko excited kuparticipate kwa race, nimekuwa nikitaka sana kuparticipate na nime nime nafurahi tu. Washirika wa kigeni walioshiriki mashindano hayo hawakuficha furaha yao. Hi, I'm Maria, I'm from Belgium. It's my first five minutes on the camel, so far so good, but yeah let's you know Gavana wa Samburu Lati Lelelit amesema serikali yake imeweka mikakati ya kuboresha mashindano hayo katika siku za usoni. Makala hayo ya 32 ya kikomo hapo kesho, miamba na mababe wa mashindano hayo watakaposhuka ugani kutafuta ubingwa. Gunfas Barasa, runinga Citizen, ugawayare gatuzi la Samburu.